<laughs> Nice. namba nah, nice. za vipi rafiki yangu kaka, wavunja kuni watupwa, nasemaje mchezaji pekee bad nation wewe, kama Chino na Mario wanacheza mziki wanaimba, wanacheza mpira. Mimi naimba mziki, sema engineer, umeheshimisha Bongo Flava

namba za mafundi hizi, Hashimu vipi, rafiki yangu, wavunja kuni, watupwa, nasemaje? Mchezaji pekee bad nation. wewe kama chino na Maria wanacheza mziki, wanacheza mpira, mi naimba mziki. Sema sema sema, injinia umeheshimisha Bongo Fleva bana misi wanangua yeah. yeah. yeah. Na una, unahisi leo mtu wapiga ngapi ngapi? Eh? Leo ngapi ngapi? Eo tunashinda sisi. Tunashinda? La heri nawashukuru sana uh -huh. tukutane hapa. Oh yeah.